Ni moja ya chuo ambacho ni cha muhimu sana kutunolea watu kuelekea uzeeni, manake uh, ujana ni kitu ambacho hakitakiwi kurukwa eh? Sasa kwa nini tunasema ni kitu ambacho hakitakiwi kurukwa? Manake hauwezi kuwa mzee bila kuwa kijana, hauwezi kuwa mtu wa uh, busara kama uh, haujakutana na changamoto za ujana lakini pia hauwezi kuwa na nidhamu kama haujakabiliana na changamoto za ujanani. Sasa vijana mara kadhaa wamekuwa na changamoto kadhaa ambazo wamekuwa wakikabiliana nazo katika hichi chuo. Wanapokuwa katika chuo cha ujana, kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinawakabili wanapokuwa katika chuo cha ujana, kuna mambo kadhaa ambayo yanakuwa yanawasonga, lakini lengo la la, la, la, la, hizi, uh, hizi challenge lengo la hivi vitu ambavyo vinamsonga kijana katika huu muda, uh, manake si kumtoa kwenye mstari kijana, ila lengo lake ni kumfanya kijana aweze kuwa imara katika hatua anayoiendea. Maanake baada ya kuwa kijana unakuwa mzee. Sasa ili tupate wazee wenye busara, ili tupate wazee wenye hekima wenye kuilinda na kuitunza jamii yetu vizuri, lazima tupate wazee ambao wamefuzu mitihani ya ujana eh? Manake walipitia ile mitihani wakapambana, wakawa wa, waka wa strong wakafanikiwa, wakafuzu. Manake sasa hawa wakiwa uzeeni, manake wana uwezo wa kutusaidia sisi vijana, wana uwezo wa kutusaidia sisi kama wanajamii, kuendelea kuwaandaa vijana wengine kwa ajili ya kuja kuwa wazee bora na wao Sasa, leo nimekuandalia mitihani sita ambayo inawahangaisha wengi sana katika ujana. Takriban vijana wote wanahangaishwa sana na hii mitihani. Ni moja tu, sio kwamba ndio mitihani yote imekamilika katika mitihani anayekabiliana nayo kijana. Ni moja ya mitihani ambayo kijana anakabiliana nayo. Sasa, moja ya mtihani ambao, uh, unamletea shida sana kijana ni pamoja na mtihani wa kiuchumi. Uchumi ni moja ya kitu ambacho kinapasua vichwa vya vijana wengi sana. Kijana anapofika levo ya kujua thamani ya hela anapagawa sana. Kijana anapofika umri wa kujua sasa kwamba anahitaji kuwa na pesa anapoteza sana mwelekeo. Sasa anapopoteza mwelekeo, sio kwamba labda anachanganyikiwa na kuwa chizi, no, maanake fikra zake zinamvuruga. Sasa zina mvurugaji. Eh, anaweza akawa anaona ah, baadhi ya vijana wenzie wana fedha au ah, wana uwezo mzuri wa kiuchumi lakini yeye hana. Sasa kijana wa aina hii mwenye, mwenye msongo wa kutaka kuwa na uchumi ulio imara, asipopata ushauri sahihi anapotea, maana yake anakwenda kugombana na jamii, atafanya kila njia ili kutengeneza uchumi wake bila kujua kwamba ana uwezo wa kuleta athari za kijamii pia eh? Sasa kijana wa aina hii anatakiwa kukutana na watu ambao wana uwezo wa kumsaidia. Cha kwanza sio tu kumwonyesha fursa za hela, isipokuwa kumwonyesha vile ambavyo kupitia kutafuta pesa ana uwezo wa kulumbana na jamii, lakini pia ana uwezo wa kuathiri maisha yake. Kwa hiyo, cha kwanza ni kumbainishia shughuli njema na shughuli ambazo sio salama kwa maisha yake, licha kuwa zote zinaweza zikampatia kipato na akahisi kama ni sehemu ya fursa. Lakini changamoto nyingine ambayo ni sehemu ya mtihani eh, mtihani wa pili kwa kijana unaompasua kichwa ni pamoja na maisha ya imani. Kijana anapozaliwa anakuta jamii kubwa ina survive, lakini hii jamii inakuwa ina watu tofauti tofauti ambao kila mtu anakuwa anaamini kitu anachokiamini mwenyewe. Sasa kijana anapata wakati mgumu kutofautisha kitu gani akiamini au imani ipi ni sahihi. Sasa napozungumzia maisha ya imani, maana yake sasa ukute kuna watu wengine wanaamini vitu vya kishirikina, lakini kuna watu wengine wanamamini Mungu. Sasa kijana anajaribu kupambanua, je, wapi ni trusted zaidi? Eh? Anaweza akakutana watu akamshuhudia kwamba Mungu ndio kila kitu kwenye maisha, lakini anaweza akakutana na kundi lingine likamwambia, no kuna kitu kingine ambavyo kipindi unamsubiri Mungu afanye, lakini unatakiwa kujiongeza eh? Kuna msemo mmoja anasema kwamba Mungu nisaidie, changanyia na mbio. Sasa mbio ambazo wengi ambazo huwa hawazielewi ni mbio za aina gani? Maana yake unaposema Mungu nisaidie, changanyia na mbio, mbio sio kwamba labda utafute plani nyingine ambayo ni kinyume na Mwenyezi Mungu, no bahari ni kuongeza jitihada za kwako kwa binafsi kipindi ambacho unasubiri baraka za Mungu zije zikubariki, maanake naye ufanye kazi. Maanake kwa mfano unahitaji Mungu abariki wa uchumi wako, atabariki wapi kama ufanye kazi? Manake lazima ufanye kazi. Unapofanya kazi, unampa deni Mwenyezi si Mungu aibariki kazi ya mikono yako, kazi yoyote ambayo unajishughulisha nayo. Eh, hapo ndipo unakuwa umechanganyia na mbio maana yake kwamba unakimbia lakini unahitaji Mungu akubebe akufadhili zaidi. So maisha ya imani yanamchanganya sana kijana. Lakini mimi ningekushauri tu kwamba kijana ni vizuri sana uka invest kwa Mwenyezi Mungu. Sababu, kijana unapo invest kwa Mwenyezi Mungu inakusaidia wewe kuwa imara, inakusaidia wewe kuwa salama katika ulimwengu wa kifikra na no wa kiroho pia, kwa sababu Mungu ndio kila kitu na kakufanya wewe. Imani zingine inawezekana kabisa kwamba zisiwe salama zikakufarakanisha na jamii zika kiujumla. Lakini kitu kingine ambacho ni mtihani wa tatu kwa kijana. Mtihani wa tatu kwa kijana wa wa ni tamaa. Ninapozungumzia tamaa, mara kadhaa kijana anapokuwa amefika level ya ujana anakuwa anakabiliana na wimbi kubwa sana la tamaa. Eh? Anakuwa anatamani tamani kila kitu, akiona nyumba nzuri anatamani, akiona gari kali anaitamani akiona mtu mwingine anasi vizuri anatamani, akiona mtu ana elimu kubwa anatamani. so, anakuwa kwenye kipindi ambacho kimejawa sana na matamanio. Sasa anapokuwa akitamani anytime, maana yake anything eh, maana yake anaweza akapata wakati mgumu zaidi kufanya maamuzi aanze na kipi. Lakini kijana kuwa na matamanio sio dhambi pia, hususan matamanio yaliyo mazuri maana yake anakufanya wewe uweze kuongeza jitihada ya kuweza naye kupata vitu vya kwako pia, sababu kila mtu anayeongeza juhudi maana yake ameona watu wanaofanya vizuri zaidi. Lakini mtihani mwingine ambao pia ni sehemu ya changamoto kubwa sana kwa kijana ni pamoja na maisha ya kuiga vijana. <laughs> Wengi tunashindwa kuishi maisha yetu kwa sababu tunakabiliana na maisha ya kuiga eh? maana yake ukiona Uh, mtu fulani kanyoa hivi na yeye ananyoa hivyo, so, sio kwamba umependa ila umeona kama ndio fashion ya jamii eh? maana yake umeiga bila kujua kwa nini yule mtu amenyoa vile eh? Ukiona mtu kavaa suruali iko chini ya makalio na yeye unavaa eh? bila kujua kwamba yeye anavyovaa vile, kwa nini ameamua kuvaa vile. Sasa maisha kiyana, ya kuiga kwa kijana yanapelekea vijana wengi kuto enjoy maisha yao na kuto kuonyesha uhalisia wa maisha yao wanapokuwa ya ujanani. Na ni vizuri sana kama kijana uweze kuishi maisha yako halisia. Sababu unavyoishi maisha yako halisia inakusaidia wewe usiwe na juto lolote kwenye maisha. Maana hata udhaifu wako utaujua. Lakini unapokuwa ukiiga iga kwenye maisha manake hata ubora na udhaifu wako huwezi kujua. Sababu ukifanya kitu kizuri umeiga kwa mtu. Ukifanya kitu chenye tabia mbaya manake pia umeiga. Sasa hauwezi kuonyesha uhalisia wako na hauwezi kujua aidha una tabia mbaya au una tabia nzuri kwa sababu kile wanachokifanya umekiiga. Ni vizuri sana kijana ukaishi maisha ambayo ni ya kwako na ni harisia, pia inakusaidia sana. Lakini mtihani mmoja ambao ni wa sita pia unaweza kumkabili sana kijana kwenye maisha yake ya kawaida ni pamoja na <laughs> subila. Subila ni kitu ambacho kinawatesa vijana wengi sana. Sasa subila, mara nyingi sana hapa vijana wengi huwa tunafeli tunapotaka kufanya mambo, tunatamani mambo hayo yaje haraka haraka eh? Leo tamani ulime matikiti leo uvune leo ufanye leo no, unatamani uanze kusoma leo, ufike chuo kikuu leo. Leo ni kitu ambacho sio kizuri eh? Unatamani uanze kufanya kazi leo na manufaa uanze kuyapata leo. Sasa, subira ni kitu ambacho kimekuwa ah, kigumu sana kwa vijana wengi lakini ni vizuri sana kijana ukajifunza kwamba subira ina uwezo wa kuleta matukio mazuri zaidi, ina uwezo wa kukuletea mafanikio makubwa zaidi kuliko ambavyo ungependa mambo ya haraka. Sasa vitu ambavyo ni vya haraka haraka always, hata kuondoka pia vinaondoka haraka, kama unavyozungumzia fast food. Manake fast food sio eh, eh, manake fast food ni kitu ambacho ni cha haraka haraka eh, inawezekana ikaa best au sio best pia eh? fast food ndio inayoweza kuleta fast eh? <laughs> sio hivyo ndio? Maana kuna vitu vingi sana hapo, mwisho wa siku, kiafya inaonyesha kwamba hatutaki kuvitumia lakini ni fast food eh. Fast food ni mradi uweke pale na nini na, tunapenda sana tunapenda maisha ya fasta fasta. Sasa ni vizuri sana sisi kama vijana kuwa na subira.